Kubarikiwa na Mungu kama anavyoibariki CCM. Amina, amina, amina, amina. CCM oyee! CCM oyee! Tumeanza kampeni mbalimbali kwenye mkoa wetu wa Iringa, tukiendelea kupita majimbo yote manne ya mkoa wa Iringa, lakini tukiendelea kupita kwenye kata. Na niseme leo, nashukuru wana Nyalumbu kwa kuona nije niwazindulie kampeni hapa. Na swala la kampeni ni swala la kikanuni, kwa kila chama ambacho kimesajiliwa ndani ya nchi yetu kina haki ya kufanya mikutano ya hadhara, na nyinyi wananchi mna haki ya kuhudhuria kwenye mikutano ili kusikiliza kwamba chama kimetuletea kitu gani, sababu ni kipindi cha uchaguzi. Sasa kwenye kwenye nchi yetu na kwenye uchaguzi wetu huwa elfu mbili ishirini na tano nafasi ni tatu ambazo zinafanyiwa uchaguzi. Kuna nafasi ya mgombea urais, kuna nafasi ya mgombea ubunge na kuna nafasi ya ugombea udiwani. Ameongea mzee wetu mzee Mbosa kwamba Chama cha Mapinduzi hakijifunzi kwenda kushika dola sisi, hakijifunzi kwenda kuongoza serikali sisi, hatuko kwenye majaribio si tu kwa ajili ya kuwaletea wananchi viongozi bora, viongozi wa wapendao, viongozi watakao wasaidia, viongozi wanaoishi nao, viongozi wanaojua shida za wananchi wa kata ya Nyalumbu. Leo tunao viongozi hapo, umeona viongozi wetu wa vitongoji wenye viti, naomba msimame kwa pekee. Chama cha Mapinduzi tunawapongeza kwa namna ambavyo mnachapa kazi mnavyoshirikiana na mnavyofanya kazi vizuri kabisa, kuleta tija na maendeleo ya wana Nyalumbu. Tuwapigie makofi viongozi wetu. Tulifanya uchaguzi wa serikali za mitaa, naomba mkae na kuonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi hatujaribu uchaguzi, tunawaletea viongozi wazuri ambao wataleta tija kwa wananchi ambao watasimamia wananchi, ambao watawasikiliza wananchi, ambao wametega masikio kwa ajili ya kusikiliza mafanikio, changamoto, namna gani ya kupiga hatua ya kimaendeleo kwenye ngazi ya kata, ubunge na urais. Fikirieni uchaguzi wa serikali za mitaa. Nitumie fursa hii kuwashukuru tena kwamba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ndani ya mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa unakata mia moja na sita lakini mkoa wetu wa Iringa huu una vijiji mia tatu sitini mkoa wa Iringa una mitaa mia mbili ishirini na mbili na una vitongoji elfu moja mia nane arobaini, lakini waambieni ndani ya mkoa wa Iringa chama cha mapinduzi tulishinda mitaa yote mia mbili ishirini na mbili tukashinda vijiji vyote mia tatu sitini lakini tukashinda vitongoji elfu moja mia nane thelathini na tisa kasoro kitongoji kimoja tukakikosa. Hii ni kuonyesha namna gani wananchi wana imani na chama cha mapinduzi, na tulikuja kwa mwendo kueleza kwa wananchi kwamba nini tumefanya na tutakwenda kufanya nini ili wananchi wapate imani na viongozi wetu. Tafsiri yake, manake wananchi waliyeenda kuwachagua wale viongozi waliwachagua kwa imani kwamba watakuwa viongozi wazuri na tuwe prove kwamba ni viongozi wazuri wanafanya kazi nzuri kwao. Tuna imani hiyo hiyo kwamba tunawaleteni mgombea udiwani ndugu yetu Yohanes kwamba mgombea udiwani huyu hatakuwa tofauti na wale tuliowachagua kwa asilimia tisini na tisa sababu ndani ya mkoa wa Iringa tulishinda asilimia 99.9 ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa takwimu hizo ambazo nimewapa kwa hiyo nina imani kwamba tunavyowaletea mgombea udiwani huyu tuende tukampe kura hizo asilimia mia moja badala ya asilimia mia tisini na tisa pointi tisa, ili ndugu yetu huyu haende, ale, mnaua, waende akaongozane na wale viongozi mnaowaona, waende wakasimamie kata yetu kwenye ODC, maanake kwenye kamati ya maendeleo ya kata mwenyekiti atakuwa nani? Yohanes, na wale viongozi watakuwa ni wajumbe wakijadili maendeleo ya Nyalumbu wakiwa ni namna gani ya kufanikisha maendeleo haya. Kwa hiyo sisi tuna hoja ya kusema, na niwaambia ni wananchi wako, watu watakuja hapa, hawatakuja na hoja, watakuja na mambo ambayo yanataka kuwafurahisha au kuwachekesha, ili nyiye mpotee, mchague viongozi ambao hawatakuwa sio msaada na hawatawasaidia nyie wana lakini Chama cha Mapinduzi tuna hoja kwamba, hoja yenyewe iliyobaki ni kwenda kumalizia kipolo tarehe ishirini na tisa kwamba tumesha kuwa na serikali viongozi wale. Sasa tukatengeneze, wazungu wanasema combination, tukatengeneze jambo la pamoja la kuwa na diwani sasa wa kata, kwamba diwani huyu ndio wataenda kuongoza kamati ya maendeleo ya kata, wataenda kuwareteeni maendeleo kwenye kata ya Nyalumbu. Ziko sifa za viongozi wa Chama cha Mapinduzi na kiongozi anapatikana kwa sifa. Sifa ya michakato ya Chama cha Mapinduzi ya kuwapata viongozi, tunatafuta viongozi ambao ni wasikivu. Yohanes ni msikivu. Tunatafuta viongozi ambao wazungu wanasema na inquisitive mind. Ana uwezo wa kuuliza mambo kwenye baraza la madiwani. Yohanes ana uwezo wa kusikiliza mambo kwenye baraza la madiwani, na akaachukua yale mambo akaaleta kwenu. Sisi ni mtandao wa viongozi ambao wanaweza kusikiliza kero za wananchi zote, kero za taasisi, kero ya mtu mmoja mmoja, lakini kero ambayo inaku, inagusa makundi maalumu kwa maana ya bodaboda, bajaji, wakulima wetu wa nyanya, wakufanya biashara na watu wa aina mbalimbali Yohanes ana uwezo wa kusikiliza hizo kero akazichukua akazipeleka kwenye baraza la nini, la madiwani likafanyiwa kazi. Sisi CCM inatafuta viongozi ambao tukiwaambia leo usiku kuna mgonjwa kaumwa, piga simu ambulensi, kama ambulensi haijafika, huyo ana uwezo wa kutafuta usafiri ukampeleka mgonjwa hospitalini. Yohanes ana uwezo huo, akatumia usafiri kama sio ni wa kwake kama si usafiri wake, basi ana uwezo kwa network ambayo anayo kutafuta usafiri wa majirani, wakamchukua wakampeleka mgonjwa hospitalini. Sisi tunachagua viongozi wenye huruma, wenye moyo, wanaoweza kuona mjane ukoje, mzee yuko vipi, namna gani ya kumsaidia mzee. Nje ya kwamba Chama cha Mapinduzi tumeendelea kutafuta bima kwa ajili ya wazee, lakini nje ya hapo tumechagua viongozi ambao wako wazi, wanajua kwamba huyu ni mzee kabisa, anatakiwa msaada. Wana uwezo wa kukaa na wenzao wakafikiri namna gani ya kumsaidia ili mzee aweze kujikwamua. Hiyo ndiyo CCM. Mpige makofi kwa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo tunapokuja mbele yenu hapa, sisi CCM tuna hoja, hatujikuja kushangilia. Tuna hoja za kusema, tuna hoja za kuchagua viongozi wazuri. Hizo ni sifa za viongozi wa chama cha mapinduzi yako maeneo tumekuwa tunawaambia wa, wa, wa, wa, wananchi kwamba kwa nini tunamchagua mtu awe kiongozi, kwa nini tunamchagua Yohanes akawe diwani, kwa nini tunamchagua Ritta Kabati akawe diwani akawe mbunge samani, kwa hiyo tunamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan akawe rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunajenga hoja ifuatayo kwamba hawa viongozi tayari nyiye wananchi mmesha wapima mmewapima vipimo vyetu. Sisi sio vipimo vya mwanzo, ni vipimo endelevu. Yako mambo ya msingi ambao wameyafanya hawa madiwani, walikuwa wanazungumza mara kwa mara kwenye mikutano yao kwamba ukienda kutuangalia, kwamba unampimaje kiongozi, kwamba tunakwenda kumpa fursa Yohanes, tunakwenda kumpa fursa Ritta Kabati, tunakwenda kumpa fursa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tumewapima tumewapima kwenye utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi, tumewapima kisekta, tumewapima kijamii, tumewapima kiuchumi, tumewapima kwenye makundi maalumu, tumewapima kwenye emergencies ambazo zinatokea, matukio ya kushtukiza tu ambayo yanatokea. Kwa mfano daktari Samia Suluhu Hassan, mmeona yalipotokea maporomoko kule Manyara, Unajua kwamba walikuwa wa kwanza kwenda kuwasaidia watu wa Manyara. Kwa hiyo majanga yotokea ya, ya ghafla, viongozi ambao tunawapeleka tumewapima, wana uwezo wa kufanya hayo majanga. Kwa hiyo utaona kama tulikuwa na ndugu zetu hawa, tumewapima kwenye masuala ya kijamii, kwamba kwenye sekta ya afya wamefanya nini, wamefanya vizuri? Tukitaja hapa sekta ya afya walio yafanya ni mengi sana. Tumewapima kwenye elimu namna gani wamehakikisha mazingira maboresho na namna ya kuifanya elimu yetu iwe standard. Tumewapima hawa ndugu zetu, tumewapima kwenye kukuza vipato vya wananchi, kutengeneza fursa za masoko ya mazao ambayo yanalimwa kwenye eneo la kwetu. Kazi ya kiongozi mojawapo ni kuhakikisha wanawatengenezea mazingira mazuri ya uchumi ya ndugu zao, mojawapo ni kutengeneza masoko ya bidhaa ambayo yanapatikana kwenye eneo usiku. Kwa hiyo tumewapima kwamba wake Yohanes wakina Ritta Kabati, ukiwaambia habari ya kutengeneza fursa na masoko ya mazao yanayolimo hapa hawa wana uwezo, kwa sababu wameshaunganika, wana uwezo, kwa sababu inaanzia ngazi ya kitongoji inakwenda ngazi ya udiwani ni CCM, inakwenda ngazi ya ya ubunge ni CCM, ukienda kwa mheshimiwa rais pale ni Chama cha Mapinduzi yako madhara ya kuchagua kiongozi wa rangi nne, amesema mzee wetu mzee Mbosa. Kama ngazi ya msingi huku chini tuna wenye viti wa vitongoji wa Chama cha Mapinduzi ambao watakaa na mwenyekiti wao wa Kamati ya Maendeleo ya Kata. Inatakiwa awe mtu ambaye wanashabihiana, wanaweza wakakaa. Na sisi chama tutakuwa tunawachungulia. Je, tuliowaambia wananchi kwenye mkutano siku ile ndiyo ambayo yanatekelezeka. Chama cha Mapinduzi hatuwezi kuchukulia kama umetuwekea pale kibunzi katikati, ni sawa na kuweka kibunzi kwenye tochi. Huwa wanatoa mifano wazee wetu kwamba umechukua tochi yako mpya, mbele umeweka beti, nyuma umeweka beti, katikati unachonga kibunzi chenye mfanano wa beti, eti tutegemee tawaka hiyo tochi haitawaka. Kwa hiyo tunataka muweke suti nzuri, tumpate Yohanes ili Yohanes awe na uwezo wa kukaa na kamati ya maendeleo ya kata, lakini nataka mtupatieni mbunge na madiwani wengine wa kata zote za wilaya ya Kilolo ili wakienda kwenye halmashauri ya manispaa ya, halmashauri ya, ya, ya kwetu ya Kilolo wawe na uwezo wa kujadili mambo yenye tija yanayowagusa wananchi akiongea diwani huyu, akiongea diwani huyu, akaongea diwani wa kata hii, kwa pamoja wakiungana, wawe na uwezo wa kumpata mwenyekiti wa halmashauri, wakazungumza mambo yanayohusu wananchi kwa pamoja. Hivyo rasilimali zote ambazo zinapatikana ndani ya wilaya ya Kilolo, ndani ya halmashauri ya Kilolo, basi inakuwa ni rahisi kuwaletea ma maendeleo wananchi na kuleta tija. CCM oye! hii hapa ilani. Kwenye ilani hii yako mambo yamezungumzwa kisekta, yako mambo yamezungumzwa kinini, kisekta. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuja hapo kwenye mkutano kama huu, hatuwaambii wananchi, tunapiga tu maneno, tunaondoka. Hapana, kuna ilani yako yaliyofanyika kisekta, lakini viko vipaumbele ambavyo tunategemea kuvifanya ndani ya miaka mitano ambayo kwenye kata ya Nyalumbu diwani tutampa fursa, anazungumza atafanya nini katika kata ya Nyalumbu. Lakini niwaambieni wananchi, tunapoambia tarehe 29 Oktoba, twendeni tukamchague rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari samia Suluhu Hassan, ndio. Tukamchague mbunge wa jimbo la la Kilolo, Daktari Ritta Kabati, ndio. Tukamchague Yohanes. Ziko hoja humu kwenye kitabu ambazo tunazo hoja ya msingi sababu tunazungumza hapa na wakulima na wafanya biashara, kwa sababu leo mkutano wa mzee Mbosa, wako wakulima hapa, wako na wafanya biashara, wako na wananchi hapa. Moja ya jambo limezungumzwa humu ndani ni kuboresha kukuza thamani ya mazao kwa, kwenye ilani yetu tumeona kwamba nje ya kuwekeza kwenye kilimo nje ya kufanya kilimo kitoe mazao mengi, lakini mazao hayo tuyape thamani. Na tunayapaje thamani? Utayapa thamani mazao kwa kuwa na soko la kisasa. Soko likiwa kubwa nje ndio linatengeneza thamani ya mazao, kwa ni lazima na andiko hivyo, kwamba kipaumbele mojawapo cha mbele ni kuhakikisha tunaelimisha wakulima wa, wa, wa kwa maana ya maafisa kilimo wa kutosha na, na, na maafisa kilimo wa kutosha, ni namna gani nzuri ya kuwa na mbegu bora zenye viwango vya kuhakikisha nyanya kama inatoka nyanya inakuwa na thamani, tafsiri yake inaweza ikakaa muda mrefu, inaweza ikasafirishwa na ikafika kwenye soko kwa wakati. Kwa wale ambao wanalima parachichi wataona, kwa maana unaweza ukalima shamba kubwa la parachichi, lakini ukienda kuvuna parachichi yako wale wataalamu wanazichambua zile parachichi, parachichi ziko parachichi, wanasema: ah, hizi nundu zake kubwa hazifai kwenye soko. Lakini ni namna gani zile parachichi zilikuwa zinapandwa, namna gani zilikuwa zinapigwa dawa, namna gani zilikuwa zinatunzwa ili ziweze kufika soko la kimataifa, ili thamani ya, ya zao anayozalisha za, za mkulima na kile ambacho anakipata aone lile zao kama ni dhahabu. Kwa Chama cha Mapinduzi tumejipanga kukuza na kuzalisha thamani ya mazao ili kumsaidia mkulima aweze kupata faida katika kilimo chake. Lakini lingine kwenye helati tumezungumza habari ya kuisha sekta ili ziwe sekta rasmi. Tunao hapa wakina mama ntilie tunao vijana wetu dereva bodaboda tunao bajaji wetu vijana hawa Mmeona sasa kwamba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, swala la bajaji imekuwa sio swala la usafiri wa mtu mlemavu, imekuwa ni usafiri wa mtu kutoka station a kwenda station b kama njia mojawapo ya kusafiri. Lakini mmeona swala la bodaboda ya vijana sio swala la mtu kununua pikipiki tu kuifanyia kazi shughuli zake binafsi kama zamani lilivyokuwa, sasa hivi imekuwa ni njia mojawapo ya usafiri. Lakini wakina mantilie wanaopika chakula, si ndio? vijana wetu wale ambao wanauza samaki kidogo anauza na, na, na mchicha ana banda lake pale. Sasa serikali serikali ya Samia Suluhu Hassan kwenye kipaumbele kinachokuja ni kuhakikisha wale watu wanakuwa rasmi, tunawajua, tunawasajili, tukiwasajili serikali inaanza kuwasaidia moja kwa moja. Kwa hiyo utaona nje ya vile vikundi vya vijana na walemavu, lakini hizi sekta ambazo sio rasmi hazinakwenda zinakwenda kuwa rasmi, na namna gani ya kuwatengenezea mazingira mazuri ya kukuza vile vipato vyao. Kwa hiyo ule mpango wa vijana na wanawake unakuwa pale pale, lakini kutengeneza hiyo sekta na kuwa sekta rasmi, maana tunakuwa tunawatambua, tunakuwa na utambuzi ili tunapokuwa na fungu maalum la fedha tunapeleka bungeni, kulikuwa na budget inawafikia vijana moja kwa moja M oye safi safi. Eti wanajipanga kuwaambia watu wasiende kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Ole wenu! Kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa ni haki ya kila Mtanzania, kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliweka utaratibu wa kuingia kwenye uchaguzi kila baada ya miaka mitano hatukuwahi kukaa kwamba tutakuwa na kipengele cha kugomea uchaguzi. Hatujawahi. kwenye katiba hiyo haipo. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu wa Nyalumbu, ni wapeni hima, ikifika tarehe ishirini na tisa twendeni tukawachague viongozi viongozi watakaotuongoza kwenye kata yetu, na viongozi hao ni watatu. Kuna mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan, kuna mgombea ubunge Daktari Rita Kabati, tunamgombea diwani udiwani wetu ndugu yetu Yohanes. Hao ndio viongozi. Sio kwenda kupiga kula, mtaenda kuona pale kutakuwa na picha zao, kutakuwa na sehemu ya kwenda kupiga kula, ndeni tukawachague kiongozi. Niwahakikisheni hakuna atakaye kuja kufuata nyumbani kwako kwamba usiende kupiga kula. Siku ya kupiga kula itakuwa siku nzuri kweli, na tunasali kwa Mwenyezi Mungu jua liwake safi, tuamke mapema tukiwa tumependeza, taratibu kwenda kwenye maeneo tutakayoenda kupiga kula hii nchi yetu ni nchi ya amani ya utulivu na upendo, hatujawahi wanakuambia hivi, ukitaka kujua amani ina gharama, nenda maeneo ya jirani zetu leo, si Tanzania. Mimi hapa nikipata msiba, atakuja polisi, atakuja mchungaji, atakuja shehe, atakuja mtu yoyote ambaye anakuja, atakuja kwenye msiba pale na akija kwenye msiba haniachii mimi tu, atatengenezwa kamati pale. Kwenye kamati atuangalii vyeo vya mtu, tutakwenda kwenye msiba, tutampumzisha ndugu yetu, atapumzika kwa amani. Tanzania yetu hii, umeweka mboga zako jikoni, umekaanga samaki wako mzuri, si ndio? Bahati mbaya umeishiwa chumvi, ukienda kwa jirani unagonga, anakupa chumvi kidogo, unakwenda kuweka chumvi safi pale. Tanzania yetu wewe hii, umefika nyumbani mtoka kazini, unakutana mtu hajakwenda shule wala mtoto hujamzaa wewe wala umjui, unamuuliza swali swali, kwa nini ujeenda shule, na mtu anakujibu anakupa sababu. Tanzania yetu hii, ukienda ndani huko ukasafiri na pikipiki piki yako, ukamkuta mtu amekaa anakwambia na mkono anafanya hivi kama traffic, unasimama unampa lift, unamleta mjini, unamuuliza jina lako nani? tena ushi kusema jina lako nani, unamwambia wewe ni mwanani. Ndiyo Tanzania, asitokeze mtu akatufurakanisha tukatoa kwenye hiyo misingi. Sisi CCM oyee! Tuishi kwenye misingi ya amani, utulivu na upendo tulioachiwa na waasisi wetu, ikiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwemo ila Benjamin William Mkapa, Jakaya Mlisho Kikwete, Magufuli na sasa Daktari Samia Suluhu Hassan tusichafue amani kwa sababu tu ya uchaguzi. Kwa wako watu wanapita huko, wanawatieni maneno ambayo hayaeleweki. Ah, kitanuka siku hiyo, watanuka wao, watanuka wao. Kwa hiyo wow. wow. tuwai asubuhi, tukapige kura, tukawachague viongozi ambao ni viongozi wanatuletea maendeleo kwenye kata yetu, wanatuletea maendeleo kwenye jimbo letu wanatuletea maendeleo kwenye nchi yetu Tanzania pendwa. Lakini lingine niseme leo, niwakumbushe ndugu zangu, tuambie vijana wetu kwenye mitandao. Wako watu wana vijana wetu, tumewalea, tumewazaa, wanaandika kwenye mitandao. Mtu anaweza akaandika jambo hata ajue ameandikeje. Askuri tunatabia, unaingia kwenye simu na like tu ukiona tu picha una like. Mtu anaongea maneno yasiyoeleweka wewe unabonya tu una, una laiki. Tujue matumizi mazuri ya zile simu. Wako watu wanatumia mitandao kutengeneza makundi na magenge ya kiuasi, na ukitageti uchaguzi huu wa kwetu, tuwaogope kama ukoma, nia yao ni ovu. Wako watu wanalelewa na mabeberu, wako viongozi wa vyama vingine maisha yao yote yako huko nje Canada huko Australia, wamepeleka familia zao huko, wanataka walete fujo. Na ukianza kuangalia wanapoandaa hizo fujo, wanakaa karibu na mipaka. Yani, mtu anakichafua leo, anasema Dar es Salaam au Iringa, unakuta anapita barabara na hii aenda kukaa Tunduma, anakwenda kukaa na nili kule Kenya mpakani, huko Mozambique, ili hali ya hewa ikiharibika, aende huyo nchi jirani, awe mkimbizi, akimbilie kwenye familia yake huku familia ziharibike. Msikubali wana Nyalumbu, msikubali hawa wanaofarakanisha. Hivyo nchi yetu ina amani sana, nchi yetu ni tulivu sana, na ndio maana ni nchi yetu. Leo tunafanya mkutano wa hadhara hapa, tumewaalika watu wote, hatukusema huu mkutano ni wana CCM peke yake, kwamba kila mtu aje asikilize sera zetu. Kwa hiyo mzee mzee wangu mzee Mbosa, nilisema na haya nayo niseme kwa sababu sisi wote hapa ni viongozi. Nchi ni yetu sote, yatupasa sisi sote kwa pamoja tuilinde, tuipende na tumpende mgombea wetu wa urais. Tena wakina mama, mmeletewa rais mwanamke, bahati iliyoje na pekee, rais msikivu, rais mwerevu, rais mtu wa Mungu na ni mcha Mungu kwelikweli, rais asiyebagua watu kwa ukabila, Rais asiyebagua watu kwa dini zao, rais asiyebagua watu kwa jinsia, rais anayewapenda watoto, rais anayewapenda wazee, rais anayependa wakina mama, rais kipenzi cha vijana. Piga makofi kwa Rais Samia Suluhu Hassan! Na ndio maana sisi tumewaletea kama mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukampe kura. Na wana Kilolo, tena mmeletea faida nyingine, mnaye mgombea ubunge mwanamke Unajua, raha ya wanawake ni wasikilizaji, lakini wakisikiliza linawakaa wanakwenda kulifanyia kazi. Lakini kiupekee mmeletewa diwani hapa, kaka yetu mpole, mnyenyekevu, kipenzi cha watu, ambaye hatoi maneno kwa haraka, ukimwambia anasikiliza hivyo, lakini ambaye yuko serious kwelikweli na shughuli zake. Piga makofi kwa Johannes. Kwao ndugu zangu, hapa ndampa nafasi mgombea udiwani. Lakini saa jamani, hapa nimeshika karatasi nyeupe hii. Hii ni mfano wa kura za mgombea urais CCM, oye, nimeiweka live ili muione hapa, si ndio? Ni mfano wa kura za mgombea urais kwao. Utakapoingia pale namba moja kwenye ule mstari, mtiriko wagombea urais wako wagombea urais moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba. Lakini sisi Chama cha Mapinduzi ni wa kwanza pale, sisiemu ye wa nini wa kwanza, wala usihangaike na marangi mengine. Ukifika pale utaiona, kuna picha ya daktari Samia Suluhu Hassan alafu kuna picha ya dokta Emmanuel John Nchimbi. Ni wazi tunajua mgombea urais daktari Samia Suluhu Hassan, si ndio? Mgombea mwenza wetu wa CCM dokta Emmanuel Nchimbi. Pale mbele pana kaboksi kila kila chama wameweka mgombea urais na mgombea mwenza, mgombea urais na mgombea mwenza, si ndio? Pale namba moja, pale utatia tiki hapa kwenye kaboksi ka kwanza juu kabisa sisiem Ehe. Kwa sisi hapa ni wa kwanza, alafu kuna bendera pale ya Chama cha Mapinduzi na wagombea wetu, mgombea urais Samia Suluhu Hassan, mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hasani, mgombea mwenza Dokt. Emmanuel Nchimbi, wote wamevaa nguo za kijani. Na kwenye chama kuna chama cha mapinduzi CCM oye! Na kwenye kwenye kwenye listi hapa, sisi ni wa kwanza, mweli ni wenyama. Nikasema tuwape e, muone karatasi ya mfano wa kwenda kupiga kura. Kungine kote huku wachana nako wala usiangaike hata kuangalia usiangalie, huku wewe angalia pale kwenye mstari wa kwanza, namba moja. Basi ukitia tiki pale unageuka, ukitoka hapo unaendela wapi? Mweli we jamani, CCM oye! Tukasema tutoe ufafanuzi huo. Baada ya kusema hayo, niseme kampeni zimezinduliwa rasmi kwao. Tunaimani mheshimiwa diwani utaendelea kufanya kampeni kwenye maeneo mengine. Kama nitumie fursa hii